Expensive life niko nje ya nyumba yangu, nje kabisa barabarani hapa, jumba hilo hapo, lakini nikasema leo nataka niwaonyeshe, na paka lotion, ninajiandaa nikiwa nimepumzika. Maki size hii, ni nguo yangu ya kulalia sasa. Na eh, <laughs> inaitwa chowiland. Umeona feni hilo no? <laughs> Willand, feni la Willand kutoka downtown. Yani ile feni kokoto, nalitumia na unajua kupaka lotion uko najiandaa kutoka Uwezi kupaka lotion kukiwa na joto utasweti. Iyam. body lotion. Body lotion. body lotion kutoka wila kutoka MIH lakini nina feni la Willa. Uh -huh. Yes, najiandaa mambo ya mambo ya pikipiki inapita, ni weipepee vizuri na Mwene, pepe ya fande, vipi? Nakulipa hela nyingi. Hilo ni feni la, la Wilani. Popote unapotembea unajipulizia, una, una, unajipaka lotion na unajipepea una sasa ukipaka lotion ukiwa na hewa unakuwa comfortable. Hapa niko barabarani, nimepaka lotion, nipepe vizuri ili ni feni kutoka Wiland, linafanya kazi muda wote, haijarishi umeme upo, upo hapo unalizima hapo, hapo nimelizima. <laughs> mwendo haraka, nifuate. Call me di simu japo expensive life hola expensive life, niko nje ya nyumba yangu nje kabisa barabarani hapa, jumba hilo hapo lakini, nikasema leo nataka niwaonyeshe na paka lotion, ninajiandaa nikiwa nimepumzika, maana size hii ni nguo yangu ya kulalia. Sasa na eh, inaitwa Willard. Umeona feni hilo Willard? <Mwana> feni no? la <laughs> Willard. Willard kutoka downtown, yani ile feni kokoto nalitumia na unajua, kupaka lotion uko nijiandaa kutoka Uwezi kupaka lotion kukiwa na joto utasweti. yeah. Body lotion, body lotion body lotion kutoka Willa kutoka MIH lakini nina feni la Willa. Uh -huh. Yes <laughs> najiandaa mambo ya mambo ya pikipiki inapita, ni wenipepee vizuri afande, vipi na kulipa hela nyingi, hilo ni feni la, mm -hmm. la Wilani, popote unapotembea unajipulizia unajipaka una lotion na unajipepea una sasa ukipaka lotion ukiwa na hewa unakuwa comfortable. Hapa niko barabarani, nimepaka lotion, nipepe vizuri, ili ni feni kutoka Wiland, linafanya kazi muda wote, haijalishi umeme upo, upo hapo. Unalizima pap hapo, hapo nimelizima. <laughs> mwendo haraka, nifuate. call me this simu japo expensive life hala